Urusi inaadhimisha miaka 80 tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, wakati huo ikiwa kama muungano wa nchi za Kisovieti, uliwashinda wanajeshi wa Kinazi kutoka Ujerumani. Urusi huadhimisha siku hii kila tarehe 9 mwezi Mei, kusherekea ushindi huo baada ya kujisalimisha kwa wanajeshi hao wa Kinazi na kumalizika kwa vita hivyo. Onyesho kubwa la gwaride la kijeshi limefanyika jijini Moscow mbele ya Rais Vladimir Putin akiwaongoza viongozi wengine ishirini, akiwemo Xi Jinping rais wa China. Wanajeshi zaidi ya 1500 ambao wamepigana nchini Ukraine ni miongoni mwa maafisa 11 wanaoshiriki kwenye gwaride hilo ambalo linaonyesha magari ya kivita na vifaa vingine vya kiulinzi kuonyesha ubabe na nguvu ya kijeshi ya nchi ya Urusi. Maadhimisho haya yanafanyika wakati Urusi ikiwa kwenye vita nchini Ukraine baada ya kuivamia mwaka 2022. Rais Putin ametangaza usitishaji wa vita kwa kipindi cha siku tatu nchini Ukraine ili kuadhimisha siku hii.